Sikae kimya basi, bado sijafikia ukatiliwa. Bwana hajanikosea chochote, ananipenda, nampenda. Lakini mimi si nimekuomba msamaha? Mimi nishakusamehe, lakini siwezi bwana ni ukumisi mwenzimu, hiyo ni ngumu. Afu mke wangu bado hajalala. Alafu mimi, unajua, unanikwaza, naongea na yeye vitu vya maana, naanza kunyembanibaaza mkiwa, siwezi kumsaliti na mwanamke ambaye waikunipitisha katika kipindi kigumu, siwezi kufanya hivo. Sikia nikwambie, aya yamepita mpenzi, na kuahidi siwezi kukuumiza tena. Usitumia nguvu sana kunibadilisha, siwezi mi ainona, nisikilize kwa makini

<laughs> <Yes, sir. laughs> Naona we ni wageni wako, naomba niwapishe. Mm, asante kwa kutupisha. Sepa. Yeah. Uh, kwa hiyo ile talaka ikukamilika kwani? Kwani ninyi mnanitafuta nini bana? Mimi nimeshindwa kuvumilia ndo yani. Sasa kwa hiyo ni nani anayeweza kuvumilia upumbavu wako? Ulisema tutavumiliana bana, dada bana, kuzunguka zunguka eh, chumba kwa? Subiri uh, subiri kwanza braza eh, shemeji eh, we mme wetu yani eh, si tumekaa huko tumeona maisha ametushinda, sisi hatuwezi kuishi bila wewe, mme wetu. <laughs> sindivyo dada e? Sasa we ulitupa ile yani, unatakiwa mtu umwache kwa talaka, hizo sheria ya dini yetu, sindivyo na? E, sasa umetupa talaka hiyo moja, maana ya talaka moja maake ni talaka rejea. Hey, no, tumerejea kwa mme wetu wanzani, tutaishije siku, maisha magumu huko, alafu unajua ye kijana kuna popobawa? Shauri yako wewe, nimevaa jinzi. Popobawa kanikamatia wapi na jinzi? Wewe, we vipi? Kwa hiyo sasa mnataka niwaandikie hapa na hizo taraka mbizi? Dada tukae hapo, atuonyeshe vyumba vyetu vilipo, tupeleke mabegi hapa. Sisi hatutoki, kama unajua tunatania, hatutoki

Uhum. Kwa hiyo msaada wangu wa kuwahifadhi hapa mpaka lini? Shetani, shetani ni mke wangu yule, ondoa neno shetani katika kima chako na usirudie tena mke wangu kwanzia sasa. Mimi nafikiri kwa sasa inabidi nikuandikie hizo talaka mbili zilizobaki tu. Atakaye kuruhusu ni nani?

ad hmm? Umekuja kuniharibia maisha yangu ama ulikuja kufanya nini umu ndani? Alafu una, unafanya kama vile unanijua sana, sikuelewi. Unajua zanakula vitu vitam vitamu. Sasa sikia, umesikia mimi? Tumekuja kuna mission yetu, sawa? Na ukitaka nisikuharibie, naomba utulize mpila Ninayo mawili sawa, unanijua vizuri vizuri. Ukileta tumbebilembebile naalibu, mi najua umekuja hapa kupiga hela. Una mapenzi ya kweli? Uongo. Tunampenda sana mume wangu, lakini mm, <coughs> naomba usiniingilie katika ndoa yangu. Kama umekuja kukaa huko ndani, kila mtu ajue mipaka yake, tusizoeane. Kama ulinijua miaka mingi iliyopita, huko sio sasa hivi. Wewe wewe

Hicho chakula nitakuandalia. Kwa hiyo unaweza ukaenda. Sawa, nenda bwana, una njaa sana wewe, nena. mm. Nini tena? Nachotaka kujua ni nini kinaendelea hapa ndani manishan. Ina maana bado hujajua nini anamaanisha? Anu, unamaanishani hmm? Kwa hiyo sahibu na umbulu uliopitiliza ndani kwangu Mbona mnafanya nini jikoni? Alafu mama wangu unavyosema nilikuwa nafanya nini nyumbani kwako? Unamaanisha kwamba hii eh? unavu, ni nyumba yako na sio nyumba yetu. Na unavyoniuliza wale watu nani amewaleta ndani? Kwa hiyo kama mimi ndo nimewaleta ndo unafuka mipaka. Wow! Wewe hujui mipaka yako. Kwanza unatakiwa uniamini, pili unanivunjia heshima, tatu wale watu waleta tu mndanikoma, ni dharau moja tosha sana. Na hicho unachonifanyia saivi niunaonyesha jinsi gani uniamini na unisamini kama mke wangu. Sasa mimi kama unisamini na unahisi naweza nikafanya ujinga wowote, umunani ulinioa wa nini?

Usikae kimya basi. Bado sijafikia ukatiliwa. Bwana hajanikosea chochote, ananipenda, nampenda. Lakini mimi si nimekuomba msamaha? Mimi nisha kusamehe, lakini siwezi Bwana ni ukumisi mwenzie, hiyo ni ngumu s mke wangu bado hajalala. Alafu mii najua unanikwaza, naongea na yeye vitu vya maana, naanza kunyembanibaaza mke wao, siwezi kumsaliti na mwanamke ambayo waikunipitisha katika kipindi kiku, siwezi kufanya hivo. Sikia nikwambi, aya yamepita mpenzi, na kwaidi siwezi kukuumiza tena. Usitumia nguvu sana kunibadilisha, siwezi ni ainona. Nisikilize kwa makini kama unahitaji kuendelea kuishi hapa ndani, achana na hivyo vitu bwana. Unajua mimi nateseka nywo, ni huruma basi. <sighs> <sighs> <sighs> <sighs> <sighs> <sighs> Yeah.

Kwani mimi nikiwa hapa kuna shida gani? Ah, huwezi, huwezi ukalala huku. Wewe si kama mama mjengo umefutilia, ni kama wewe ndo umeanza ndani. Mama mjengo umeanzisha msingi, unalalaji hapa sebuleni. Sasa acha bwana, acha kupika sahizi. Sahizi usiku kaa kalala nani bwana, wewe dadangu unalalaji hapa nje, afu hizi pigo mimi si zimaindi. Yuko wapi kwanza? Wewe nani yuko wapi? Jamani nimekwambia nenda bwana. Siwezi kwenda. Wewe unalalaji hapa, mimi nalala ndani kule, unalalaji hapa sebuleni. oya

Unapata wapi nguvu ya kupiga kelele nyumbani kwangu? Sasa wewe mwanamke mmoja, naye dadangu yupo inyuma, e, inahitaji adabu na heshima. Yatakushinda, utaondoka.